Tulisha kuja kukagua umradi maji huu wa maji huu, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa, kamati ya siasa ya mkoa imefanya ziara, tumekuja na mheshimiwa Dendego kabla wewe hujaja, tukahoji maswali haya haya na hadi zikawa ni hizi hizi. Wananchi mheshimiwa amefika, wanaona kama tunapiga porojo mheshimiwa arasii. Sisi sasa tunaiomba serikali ione shida ni nini sabu kama malipo haya yamefanyika na majibu ambayo bwana umeatoa, Arasia anasema hayako sawa, kwa sababu serikali itoa fedha na angalau leo tungekuta mko kwenye asilimia thelathini na tano arobaini ingekuwa kidogo kuna unafuu kweli. Malipo yanaonekana wamelipwa asilimia ishirini na tano hmm, lakini uh, ukisoma hapo inaonekana mpaka asilimia ishirini. Mm. Sasa sisi tulitegemea kama wamelipwa asilimia ishirini na tano uh, kwenye ujenzi kwenye tutakuwa angalau tu ababu ya, ya asilimia ishirini na tano otherwise ingekuwa uh, thelathini kwenda juu mm. Kwa sababu hata sisi tunafanya hizo kazi tunajua mm. Eh? Sasa leo yeye tunamdai, sio anatudai ko na mwenyekiti hapo, umesema huu mradi ni wa muda mrefu so, ni kweli ni wa muda mrefu, tulianza kukagua tengi kule tukaja huku mm, mm. Eh? sasa kama watu wameshalipwa, yani kwa maana ya Mheshimiwa Rais ameshatoa hela, ametoa advazi. Hatujaridhishwa, aidha sisi kutokuelewa vizuri technically au hawaeleweki wao. Kwa hiyo labda ushauri wangu yeah. serikali iongeze nguvu ya ha kufuatilia hapa. Kama kuna shida upande wa uh, serikali basi walifanye kazi kama wanavyodai wao wa, kwamba payments zinachelewa, kama liko hivyo hivyo, lakini pia kama kuna delay upande wao wa, basi serikali angalia tu ya kuchukua kwa sababu huo mradi umekuwa prolonged kweli kwa muda mrefu haiwezekani watu wako wanaochimba Be honest. wao but... wanauchimbabassi si wa Tanzania, siambiane uongo wa mm -hmm. wazi mm -hmm. hata hizi structures kama ndio ndoii watu wawili Sasa tukaja hapa mwezi Desemba wala bado n hamna workforce. unajua kazi ya cons construction. ukiangalia unajua hii kazi inaenda kuisha Sababu tungekuta hapa kuna watu kila mtu yuko kwenye eneo lake yuko bizi anafanya lakini hapa hakuna my my, friend nobody nobody is is is working working here here be honest There's comfortable what is going on sir actually they got approvals of designs on April and they got the payments on also April they got they started work with these structures and they got

today uh, today also we will uh, write a strong letter to them to increase the manpower and to do the work within time I mean to complete it by December at least you, you can't make it my friend very difficult they need That's to bad. work day and night sir they they can't how can I, how can can they work day and night why that, that, there's no manpower let us face it gumu eh bwana engineer kuna yeah. watu wanafanya kazi hapa ndugu yangu sasa kazi zetu wapange wa China, uh-huh. Hey, kwa sababu kama nyewe wenzetu mmepewa mradi mnawaangusha watu wa hapa. Serikali imeleta pesa, kazi haifanyiki. what is this? Kama consultant anasema pesa tumepata mwezi uliopita. Sawa, nakubali, umepata mwezi uliopita, sawa, wiki iliyopita. Kwa mtu aliyechelewa, leo tungeona watu wangekuwa busy. Sasa kwa sababu unajua mimi nimechelewa, jamaa amechea kunipa hela, ili waone Ungetufaa, si tuone aibu hmm? Kama guys, mimi nimekaa hapa, nilikuwa sina pesa hmm. Sasa nimeleta pesa, look here hmm. Tungeona kazi, inashambuliwa kazi, kazi, kazi inaendelea. Lakini mheshimiwa, hela inapopatikana, pia vifaa vinanunuliwa, kwa sababu sasa hivi tunafanya procurement. Hatuwezi tukaongeza manpower alafu hatuna vifaa hivi kuchimba bwao, yeah. unahitaji nini yeah. Sio kazi kubwa kama iliyoko hii. Kazi hapa ya treatment plant ndio kazi kubwa zaidi. Sisi tunafanya vyote, tumechelewa hii mm. kazi si tumechelewa? Tutarajia mtu anayechelewa, tutafuta mtu ambaye aliyewahi. Wewe unafanya azif huna haraka, sio sawa. Mnachofanya kwa kweli sio sawa. Ktoa maelekezo mm. Maelekezo sisi tunaiomba serikali kusema uli kweli, tumetoka kwenye mradi ule wa kwanza tumepongeza sana na kazi ni nzuri sana lakini hapo kwenye mradi wa maji kusema ule kweli, spidi yake ni ndogo sana. Tunaomba serikali kuhimize mkandarasi ongeze speed, na kama ulivyosema, inaonyesha kabisa kama vile yani pana ukimya fulani hivi, kama hakuna kinachoendelea, na inawezekana tusingekuwa tunakuja leo hapa tayari msingekuwepo hasa hii sio sawa Rais ametoa fedha na kama mheshimiwa rais alivyosema, mmechelewa kupata fedha. Baada ya kupata fedha, hapa pangekuwa pako bize sana, kuonyesha kwamba tulikuwa tunasubiri fedha na sasa fedha tumepata. Kwa sisi tunaiagiza serikali isukume huu mradi ukamilike kwa wakati.